Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa Muhammad wa alihi wa at-tayyibin at-tahirin. E, tukiingilia au tukiingia kwenye mazungumzo ma, ma yetu ya leo maudhuu yatu kama tulivyokuwa tumesema tangu jana ni kuhusu Shia ni nani, na tulielezea jambo la kwanza kuhusu historia ya, au maana ya neno Shia ni nini. Tukaelezea kifupi ya kwamba maana yake ya kilugha na vipi neno hili lilianza kutumika na kwa maana gani, na tulifikia mahali ambapo maulamaa au wasomi walielezea na kusema ya kwamba neno hili Shia ni neno la tangu ambalo lilikuwa likitumika kwa wafuasi wa mitume, na kama vile Nabi Ibrahim na wengineo, walikuwa wafuasi wao baadhi yao walikuwa wakiitwa mashia. Na pia tuliona pia ya kwamba wengine katika maulamaa wamesema watangu zaidi, pia kama tulivyosoma soma, tuliangalia vitabu vya karne ya nne ya hijiria tukaona ya kwamba wanasema ya kwamba neno hili lilitumika kwa baadhi ya watu waliokuwa ni wafuasi halisi na wapenzi wa Imam Ali alaihi salam katika zama za mtume, miongoni mwao alikuwa ni Salman na Miqdad na Abudhar na Salman na a, a, a, Ammar Yasir. Hawa tuliona ya kwamba walikuwa ni katika miongoni Ma, mashia waliokuwa wakijulikana ni mashia wa Imam Ali. Sasa tukasema ya kwamba leo tunataka tujue kweli jambo hili lilikuwa sawa au wanavyosema katika hadithi za Mtume au nini, kuna jambo kama hili. Sasa kwa njia nyingine katika kujibu ya swali hili ni kwamba tutaangalia tuki au tukiangalia tutapata ya kwamba kulikuwa na marhala karibu tano katika utumizi, utumiaji wa neno hili. Utumiaji au utumizi wa neno hili ulikuwa katika marhala nne, marhala ya kwanza na marhala ya pili. Marhala ya kwanza ni kwamba jina hili lilikuwa likitumika kama tukavyoona kwenye maneno matukufu ya mtume sallallahu alaihi wa ali wal wasalam <tutu> lilikuwa likitumika kwa maana ya daraja katika imani. Ilikuwa ni mojawapo ya daraja mtu anapo, anayofikia kwa kutenda, sio tu kwa kuamini, kwa kutenda. Kwa hivyo matumizi yake yalikuwa ni yamebanika siya kwamba ilikuwa haya. Ni, si neno Shia linatumika kwa watu wengi ila tu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatenda matendo wamefikia daraja fulani kwa kumfuata mtume na kutenda kufuatana na mtume, yaani kujifananisha kimatendo na mtume sallallahu alayhi wa ali na Imam Ali kando na kuwa wana wana wanampenda na wanamtawalisha mtume na Imam Ali. Au hiyo ndio ilikuwa marhala ya kwanza. Mara, marhala ya pili tukiangalia ilikuwa sio mtume alio aliyepanua ut, utumizi wa neno hili bali Waislamu ndio waliopanua katika zama hizo hizo wakawa wanatumia neno hili kwa, kwa mapana zaidi wakiwa wanamkusudia mtu ambaye ni mwenye kuamini kumwamini mtume kama mtume na imamu Ali kama imamu na wakimtawalisha imamu Ali na kumpenda na kujiweka mbali na maadui wake, yaani wao walikuwa waislamu wameliweka neno shia linahusiana na imani tu, ama kwa matendo walikuwa hawalaji hawalioni kana kwamba lina uhusiano na, na matendo. Lakini kwa mtume alikuwa ameliweka hasa linahusiana na na daraja ya mtu kimatendo kando na kuwa anaamini, lakini daraja ya mtu kimatendo. Kwa hivyo marhala ya pili ndio hivyo, na tukitaka kujua tunapata kwenye mazungumzo matukufu ya mtume mwenyewe. Katika mazungumzo yake anasema kwamba kuna hadithi ambayo iko hapa ya kwamba kuna mtu alimjia, au alimwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali, akasema ya kwamba kumwambia mtume fulanun yandhuru ila harami jari wa in amkanahu muwaqaata haramin lam yara, akasema ya kwamba kuna fulani anaangalia haram ya jirani wake. Haram kwa Kiarabu wanakusudia mke au mabinti wa mtu yani ni, ni haram, yaani ni haramu pia atakuangalia, ndio zeneno likawa ni haram au ni haram sasa. Yani haram, yani mwanamke fulani anaangalia wanawake wa jirani yake kwenye nyumba bila wakiwa, bila hijabu, anakuja anachungulia, labda anaangalia. Wa in amkanahu, na akiweza akipata fursa, yani muwakata harami lam yara na akiwa atapatwa na fursa ya kufanya haramu kutenda kiovu cha haramu, hatafanya uchamungu, yaani hatajizuia ataangukia na kutenda kitendo kile. Faghadhiba rasulullah, Mtume akakasirika sana, akasema waqala ituni bihi, nileteeni huyu mtu aletwe. Ah, hapa akaletwa, eh. Faqala rajulun, mtu mwingine akamwambia Mtume Kabla yule mtu kuletwa, mtume akamwambia ya rasulullah, ewe mtume au mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, innahu min shi'atikum, huyu mtu ni katika mashia wako. Maana ya shia nini? Yeye mwenye anaelezea, yani kufahamu kwake ni kwamba shia ni nani. Akasema innahu min shi'atikum, katika mashia wenu, mimman yatakidu ya muwalatakum, ni katika miongoni mwa wale wenye kuamini wenye kuitakidi na kuamini utawala wenu wa mwalati Ali na utawala wa Ali yani kumpenda, kukupenda wewe na kukufanya kwamba wewe ndio mtawalaji na Ali pia ni mtawala wake wayatabarra min aadaikum na anajiweka mbali na maadui wenu, yani hiyo ndio maana ya shia iliyokuwekwa kwenye kichwa chake kwenye Waislamu ya kwamba mtu ambaye ana imani hiyo ndiyo shia, bisa basi hayo mambo ya matendo nini sasa? Ndio, kwa sababu anamwambia Mtume, lakini huyu ni katika mashia wenu wenye kuamini hivyo, sasa basi, kwa nini umwe, umlaumu kwenye kutenda kitendo hiki ambacho ametenda? Faqala Rasulullah, mtume akasema, la taqul min shiatina, usiseme yeye ni katika mashia wetu. Fa innahu kadhiba au kidhbun, kwa hakika bali hicho ni, ni uongo ni yani uongo, ye sio katika shia wetu kule tu kuamini hakufanyi mtu awe shia. Inna shiatana manshayana fi amalina, anasema hakika shia wetu au mfuasi wetu ni, li, ni yule ambaye ametufuata katika matendo yetu. Hata neno shia asili yake ni kufuata, na yule ambaye ni shia ni yule ambaye ametenda kufuata, amefuata Mtume na Imam Ali katika matendo yake, huyo ndio shia kwa hivyo tunaona waziwazi wazi ya kwamba kuna matumizi mawili hapa ya neno shia, yaani kuna shia ambaye ni imani tu na kuna shia ambaye ni matendo pamoja na imani. Sasa mtume yeye alikuwa akisema hii daraja ya matendo ndio inamfanyia mtu kuwa shia. Kwa hivyo ikiwa yeye anaamini na huko hatendi mambo haya, basi si shia. Hiyo ilikuwa ni marhala ya kwanza na ya pili, marhala ya ikaja marhala ya tatu, marhala ya tatu ni baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi waalihi alayhi wasalam <tipos> <Masa jale. tipos> na ameshaaga dunia na ametoka karudi kwa Mola wake, alafu kisha ikawa katika sakifa watu wakakusanyika, wakawa ni kuchagua khalifa kinyume cha wasia wa mtume. Alikuwa ameshachagua watu, lakini wakaamua kuchagua kinyume cha mtume sasa wakati huo kuna waliopinga na kusema ya kwamba la, aliye na haki ni Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam ndio ana haki na ndio amechaguliwa na mtume. Basi wale ambao, kama vile Salman na wengineo, ambao walikuwa toka mwanzo walikuwa wanamfuata na kumtii Amirul Mu'minin na kuamini kwamba ni walii au ni khalifa baada ya mtume, basi wao ikaonekana kwamba sasa hawa ni wapinzani na wanafanya nini? Wanadai si kwamba tu yeye ni, ni Ali ni waliu au ni imamu, bali katika mambo ya siasa ya uongozi pia ana haki. Sasa ikawa wao wanaitwa kikundi cha Shia wa Imamu Ali. Kwa maana nyingine, walikuwa wakiitwa Mashia, Shia tu Ali, lakini si neno tu Shia, walikuwa wakiitwa Shia wa Ali, Shi'atu Ali. Na wakati huo wa wakikusudia nini? Ya kwamba wale wanaoamini ya kwamba Imam Ali ana haki katika ukhalifa. Kwa hivyo neno hili likawa limepanuka zaidi katika Sia, kwamba ilikuwa hamna imani hii, walikuwa na imani hii toka, lakini ilipodhihiri ikawa sasa kuna upinzani wa kisiasa baina ya kikundi hiki ambacho kiliowachagua kina Abubakar na Omar na wengineo ikawa wakahesabika ya kwamba sasa hawa wanaitwa Shiatu Ali yani wenye nini, imani ya kwamba Ali ana haki ya kisiasa katika uongozi. Hiyo ilikuwa ni marhala ya tatu. Ikaja marhala ya nne e, marhala ya nne, pamoja na kuwa walikuwa hii hali ilikuwa ikiendelea E, au kabla ilikuwa ndio, tutasema ya kwamba bado ni marhala hiyo hiyo ya nne, ya tatu tutaiita pia vile vile, ni kwamba ilipofika wakati Uthman alipouawa na ukawa kukatokea kundi ambalo lilidai ya kwamba linatetea haki ya Uthman ya kwamba kauliwa kwa kidhulma, ambaye aliyetoka na kutumia pia kanzu yake Uthman na damu yake na vidole vyake, akina Muawiya wakidai ya kwamba huyu amedhulumiwa na wakidai ya kwamba Imam Ali ndiye aliyesababisha jambo hili, kuuawa kwa Muawiya kwa, kwa Uthman. Sasa katika zama hizi wale waliokuwa wanafuata jambo hili la kutetea Uthman walikuwa wakiitwa Uthmania au Shi'atu Uthman pia na hawa wengine ambao walikuwa hawako upande, walikuwa upande wa Imam Ali, neno hili liliendelea kutumika Shia tu Ali, lakini liliongezeka pia jina lingine, wakaitwa Alawiya. Hawa walikuwa Uthmania na hawa wengine walikuwa Alawiya na Shia, neno la Shia pia bado lilikuwa likiendelea, yani kwamba Uthmania waliokuwa wakimwamini na kumpenda na kumtetea Uthmani na wanajitenga na kikundi cha Ali. Salam. Na Alawia au Shi'atu Ali ni wale ambao kando na kuwa wanaamini hayo mengine ambayo tuliyotaja na ya kwamba kuna siasa Imam Ali na haki ya siasa, walikuwa pia wakijitenga na kujiweka mbali na kufanya baraa kutokana na Osmani na kikundi chake. Hiyo ilikuwa ni marhala nyingine, ikaja marhala nyingine ima tuite ni ya nne au ndio ya tano. Pia vile vile ni kwamba neno hili Shia liliendelea, lakini kuna wakati ambapo wakati wa mwisho wa utawala wa Bani Umayya, Bani Umayya, tangu wakati Muawiya alipochukua utawala kwa ujanja wake, na akawa ametawala ukhalifa, akachukua kwa muda mrefu ule walikuwa Bani Umeya ndio walikuwa kitawala, walichukua huyo akiondoka akichukua mwingine hivyo hivyo, Bani Umeya wakaja mpaka kufikia mahali ambapo Banu Abbas wao pia walitaka wachukue utawala na ukhalifa, wakatoka wakidai ya kwamba wanatetea Ahlul Bait ambao ndio wana haki, lakini ulikuwa wote huo ni ujanja ili waweze kufikia utawala, na watu ile kuwavutia, wakiona ya kwamba kweli wanatetea Ahlulbeit wamenyanganywa nini, haki yao ya kisiasa ya ukhalifa. Basi wakapata watu na wakapigana, wakawapiga na kuwamaliza na kuwanyang'anya nini ukhalifa. Sasa katika wakati huu ambao wakipigana na kisha walipoingia na kwenye kufikia kwenye utawala ulikuwa ni wakati ambao kulikuwa, walikuwa hawana shughuli na, na Ahlul Bayt na ndio ikawa fursa nzuri ya maimamu wakaweza kufanya harakati zao. Imam Zainul Abidin alikuwa ameanzisha madrasa huko Madina na hii madrasa katika zama za Imam Bakr ikawa imezidi kupata nguvu, lakini wakati wa Imam Ja'far As-Sadiq hapo ndio madrasa hii ikawa imepata nguvu sana. Na wakati huo kwa sababu watu walikuwa wameendelea sana, na kulikuwa kuna watu waislamu na wasiokuislamu, elimu za kutoka Yunan eh, zilikuwa Ziki, nini, ziki zikija kwenye ma, makazi ya Waislamu basi kulikuwa kuna mvutano na maswali na shaka za kiakida, na wakati huo sasa kila mtu alikuwa akitoa elimu yake, na wakati huo pia dhehebu la ushia au wakati wa Imam Ja'far Sadiq kulikuwa kuna ma, majibu yalikuwa kitu yakitolewa sana na Imam ili kujibu shubuhati ambazo zilikuwepo na kwa ufupi ni kwamba kutokana na hali hii madhehebu mengine pia yalikuwa yashapatikana, yashatokea, na Imam alikuwa, Imam Ja'far Sadiq alikuwa na wanafunzi wengi, na hata masuni, madhehebu mengine, walikuwa wakija kusoma kwake. Sasa katika zama hizi ndio mashia, kutokana na kuwa walikuwa wakichukua mafunzo yao kutoka kwa Imam, na alikuwa akitoa mafunzo kuhusu akida na mengineo na fiqh na nini, ikawa wakati huo mashia wakawa wanaitwa Jaafaria, yaani wafuasi wa Imam Ja'far Sadiq na neno Shia pia likawa lina maana hiyo ya kwamba mashia wa Imam Ali, wa Imam Ja'far Sadiq, na ikawa nini, maana ikapanuka zaidi, ikawa ina maana ya kwamba ushia si tu ni, si akida na sio siasa tu, yani si kwamba ni, ni kitu ambacho kina, au kina mfumo wa kisiasa bali Shia ni dhehebu ambalo lina mfumo wa akida, wa mambo ya kiijtimai, wa mambo ya kiuchumi, wa mambo mengine mengi. Ikawa Ushia umeingia katika ulimwengu wa kifikra kiakida, na mambo kama hayo. Sasa ikawa jina limepanuka zaidi, kwa hivyo tafsiri, yani hapa, yani hata kama mtu alikuwa si Shia kamili katika akida tu yani alikuwa ni Mshia. Sasa ikawa inahesabika ya kwamba mshia ni yule ambaye yuko na akida fulani ya kuamini Imam Ali na ana mfumo fulani katika fikhi ambao ni mfumo wa Imam Jafar Sadiq, na mfumo wa kiuchumi kuna mfumo wa kisiasa pia vilevile, ya kwamba kuwatawalisha Imam Ali na mengineo. Sasa ikawa ndio Ushia umefikia mtu akitaja ushia inakuwa haina maana ya kwamba ni daraja ya ki ya nini ya kiimani la, na tutakuta ya kwamba hata maimamu katika mazungumzo yao walikuwa wanatumia pia neno hili kwa maanisha shia, akitamka shia anamaanisha shia sio tu mwenye kutenda matendo tu, bali lina maana pana zaidi, kama vile tunavyoona kwenye hadithi hii. Imam Sadiq alaihi ssalam anasema kuelezea shia salli ala Muhammad wa Ali, ikiwa ndio kumalizia kikao chetu kwa hadithi hii, anasema ya kwamba shi'atuna, shia wetu ni nani? Thalathu, mashia wetu ni aina tatu, ni makundi matatu. Muhibbun wadin, yani mwenye kupenda sana, ni mpenzi, ana mahaba kwetu, fahuwa minna yeye ni katika sisi, ye ni katika sisi ya Ahlul Bait, yani huyo ni daraja ya kwanza, huyo ni shia. Wa mutazayunun bina na kuna shia ambaye anajipamba kwa sisi, yani anajiweka ni katika mashia kwa kujitaka kujipamba, but yani mahaba sio vile vile, si vile sana, lakini inapofika ni mambo mazuri nini, ye ni katika mashia huh? wa nahnu zaynun liman tazayyana bina, na sisi ni pambo kwa yule mwenye kujipamba na sisi. Yeye akitaka kujipamba na sisi ya ta, tunajipamba, tunampamba yani ataonekana ni shia mzuri nini kwenye kutekeleza kujipamba. Huyo ni grupu ya pili. Wa mustaakilun bina, na kuna mwingine ambaye anakula kwa kupitia kwetu, yani kwa kutumia jina letu na nini anatafuta njia za kukula anakuta khumsi, anasema mimi ni katika mustahikina wa khumsi, sijui ikifika mahali, yeye ndio anashikilia. Anataka kuchukua majukumu fulani, ataenda kusoma ma, ma, majlis kwa mfano awafanye watu walie, alafu akitoka hapo au awachekeshe awa, akishatoka hapo atapata riziki kidogo, yaani lengo lake ni hilo, yani hana shughuli ya kutenda au kuwafata halubeti pasavyo. Sasa huyo mustaqilun bina wa me, wa, lakini wamanistakala bina lakini mwenye kula kwa kupitia sisi kwa kututumia sisi, iftakara atafukarika. Asifikiri ndio atatajirika, ata, atafukarika eh. Sasa huyo ni mojawapo wa mashia. Sasa kwa hivyo tunaona ya kwamba utumizi wa neno Shia katika zama hizi za Imam Jafar Sadiq lilikuwa limepanuka, wanaitwa wote, wanaitwa mashia, yaani hata kama yuko katika sifa wote wanahesabika kwamba ni mashia, lakini sio shia ile, yani kwa ile daraja ambayo Mtume aliyokusudia. Lakini kiwazi ni kwamba wote ni mashia kwa mustawa huo, na wale wengine ndio shia kwa mustawa ule mkubwa. Na insha allah, kesho tutaendelea kujua zaidi shia Sawa, iliyoko ni kwamba nitutumie jina hili ya kwamba kwa maana pana, au tutumie kwa jina kwa, kwa maana ambayo imebanika ya kwamba shia kwa daraja peke yake, tutajua kesho inshaallah, katika kikao kitakachokuja. Wasallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi